Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Benki. Mtazamaji wa TBC1, popote pale ulipo nikusalimu sana, mtazamaji wa kipindi chako pendwa cha Wekeza Tanzania ambapo hapa ndiko nyumbani mwawewe kufahamu masuala mbalimbali ya uwekezaji yanayoendelea hapa nchini, faida zake, fursa zake zilizopo kibiashara a. Lakini ili wewe ukiwa ukiwa hapo nyumbani kwako na ukiwa sebuleni kwako na na uweze kufahamu mambo mtambuka na unaweza ukafaidika vipi e, kwa kuwepo kwa miradi mbalimbali ya uwekezaji nikukaribisha sana eneo la Vigwaza mkoani Pwani mtazamaji, ambapo ukipita katika hii barabara ya Morogoro unakutana na kiwanda fulani hivi kina picha cha za ng'ombe, mbuzi na ni kikubwa. Kwa hiyo hata wewe ha, kinakuvutia kama ambavyo wekeza Tanzania ilituvutia ili tuweze kufahamu juu ya uwekezaji huu na manufaa yake kwa nchi. Karibu sana katika kiwanda cha Union Meat Group, ambapo kiwanda hiki mtazamaji, ha, kwa Kiswahili tunaita ni machinjio ma njio ya wanyama wanachinja ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Tumekuja kinagaubaga kufahamu juu ya swala so zima la uwekezaji, lakini wekeza Tanzania pia kama jukumu letu aa, tunaangalia miradi ambayo imesajiliwa na kituo cha uwekezaji nchini Tanzania TIC. Ni kwa kivipi, baada ya kusajiliwa bado TIC inafanya jukumu lake la kuendelea kuwalea na kuhakikisha kwamba uwekezaji unaendelea kukua wa ambayo inawapa mitaji wawekezaji kwa ajili ya kuwekeza kama hivi. Mtazamaji, tunazungumzia hapa hii leo uwekezaji wa zaidi ya bilioni uh, 27 kwenye machinjio, lakini tunazungumzia fursa kubwa iliyopo ya soko uh, la nyama nje ya nchi, hasa kwa upande wa nchi za Uarabuni. Tunakuja kuona kwa kiasi gani Watanzania wamechangamkia fursa hiyo, lakini kingine ambacho kilinivutia sana wekeza Tanzania kuja hapa ni kusikia kwamba kiwanda hiki kinamilikiwa na, na wanaafrika Mashariki kwamba kuna Wakenya wawili na Mtanzania mmoja wameungana na wakafanya uwekezaji kama huu. Karibu sana, mimi ni Vumilia Mwasha nikiongozwa kama ilivyo ada na mwongozaji wakati wote Wekeza Tanzania Neligwa Mugittu, na moja kwa moja nakutana hapa na mwanamama Mariam <laughs> ambaye ni miongoni mwa wamiliki wa kiwanda hiki ambaye yeye sasa ndio Mtanzania alafu wamiliki wengine ni kutoka nchini Kenya. Uhali gani Bi Mariam? Salama kabisa. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana katika kiwanda chetu cha Union Meat. Jina lako la pili kama linanipa shida y kutamka, hebu tutamkie vizuri. Ninaitwa Mariam Mwani. Yes. Sawa sawa. Maana yake ni pwani lakini kwa Kisukuma Mwani. <laughs> <Yes. laughs> Sawa sawa. Mariam, hebu tuambie kwanza wazo lilivyokuja mpaka ukaungana na wenzako wa Kenya na mkaanzisha kitu kama hiki Nichukue nafasi mm hii -hmm. kushukuru nchi yetu hasa mm -hmm. uongozi wa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu mm Hassan -hmm. kwa mm -hmm. kuweka mazingira rahisi kwa wawekezaji kuvutiwa. mm -hmm. Ama ukiniambia wazo lilikujaje? mm -hmm. mimi mwenyewe kwa kweli nilikuwa hakimu mm -hmm. nikawa mpaka jaji. <laughs> Nimeamua kustafu mwenyewe, nilikuwa mm -hmm. nafanya visiwa vya lakini baada ya mazingira kuwa rahisi na mazuri kwa uwekezaji, niliamua kuacha kazi katika visiwa vya Shelisheli na kurudi nchini mm -hmm. na kuangalia opportunity zilizopo ambazo watu wengine wa nje wanakuja wanajizichangamkia, lakini nikaona na mimi sio vibaya kuja kuchagua nafasi moja, fursa moja ambayo ni ya uh, mifugo mm -hmm. ili niweze kubadilisha ama taswira ya soko la nyama mm. Hasa kwa nchini, lakini na kwa masoko ya nje pia. Na kweli niliporudi nchini nikaenda TIC mm -hmm. Kwa kweli nilivutiwa na mipango serikali iliyoweka ya kuvutia wawekezaji mm. Hasa incentive ambazo zipo ambazo ni benefit kwa mwekezaji kuweza kuzitumia na unaona hapa kituo cha uwekezaji nchini Tanzania kinavyokuja na huu mradi, ni mradi wa hivi karibuni mwezi wa 10, 2024. Kwa hiyo ni kweli ni mradi ambao uko ndani ya, ya miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan. Uh, incentives hizo za TIC ni zipi? Uh, Bi Mariam. Okay, labda tu nikielezea nikisema incentive ama mradi mm. wetu mm. tumeujenga, vifaa vyetu tulivyoagiza mm vifaa vingi tulipata, hatukulipia tumelipia import duty mm -hmm. asilimia ishirini tu ishirini mm -hmm. na eh, tano asilimia sabini na tano yote haulipii mm -hmm. kama ambavyo utanunua vifaa vingine mm -hmm. wanafanya hivyo kwa sababu ya kuvutia, kwa sababu tunaendeleza mnyololo wa wa thamani kwenye zao la nyama mm -hmm. kwa hiyo hizo ni baadhi ya incentive ambazo a, aidha Mtanzania mm, ama sio Mtanzania unaweza kubenefiti nazo mm -hmm. Yeah. Wawekezaji wengine ni kutoka nchini Kenya, na ni majaji wenzako, mlikuwa wote vizua vya sherisheli? hapana, hapana. Eh. Mm -hmm. Okay, katika wawekezaji mm -hmm. tuko aina tofauti mm -hmm. mimi ndo mwanasheria mm -hmm. lakini ndo nilikuwa jaji mm -hmm. kuna mwenzangu ambaye anafanya mambo ya finance mm -hmm. lakini kuna mwingine ambaye yuko kwenye mambo ya IT mm -hmm. kwa hiyo ni fani tatu tofauti zimekutana mm -hmm. IT, finance na, na law. Mm -hmm. Yeah. Lakini wote ni East Africa. Mm -hmm. Wenzangu wawili wanatoka Kenya na mimi ni Mtanzania. Mm -hmm. Yeah. Bi Mariam nyewe mlichangamkia vizuri sana ili soko la kimataifa la uwepo uh, wa soko la nyama hasa maeneo ya Uarabuni. Mnaendelea vipi? Tumeanza kujenga kiwanda hiki mm -hmm. uh, Oktoba elfu mbili na ishirini na tatu. Uzalishaji tumeanza Oktoba mwaka jana, e, lakini ni kiwanda ambacho tumekijenga ndani ya miaka miwili mm -hmm. lakini nikisemea kwamba uzalishaji kutoka tulipoanza mm. kwa kweli fursa ya soko la Uarabuni mm. nzuri sana na ni kubwa sana mm -hmm. na bado hatuwezi kulikamilisha wala kulimaliza mm. na wala hatufikii hata malengo ya asilimia ishirini ya, ya oda tunazozipata. Umeona ni soko kubwa sana, kwa hiyo nyama inalika sana mm. Lakini kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunapeleka nyama iliyo bora mm. kwa hiyo ni soko la kuchangamkia, hasa kwa wafugaji kujifunza namna ya ufugaji ulio bora mm -hmm. ili kuweza kupata zao lililo vizuri sokoni mm -hmm. ambalo linakubalika na ku, ili liweze kushindana na masoko mengine, kwa sababu sio sisi tu wa Tanzania mm -hmm. tunaolisha nchi za Warabuni, ni nchi nyingi kwa mm -hmm. hiyo lazima Tanzania tuchukue hiyo nafasi kuichangamkia hiyo fursa. Sasa hivi ushaanza kufanya kazi kwa full capacity? Mm -hmm. na kama bado kwa nini? Niko kwa asilimia kama ishirini peke yake. Mm -hmm. Kwa nini? Kwa sababu of course mm -hmm. wanyama mm -hmm. eh? kwa sababu kiwanda kama hiki raw material ni wanyama, wanyama. Mm -hmm. kwa hiyo upatikanaji wa wanyama kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Kubwa sana kubwa sana, nikisema kubwa sana mm -hmm. tunajulikana Tanzania tunao wanyama wengi sana mm -hmm. sana, lakini upatikanaji wa wanyama hao ni shida kwa sababu mm -hmm. soko linaingiliwa na wanunuaji wa nchi nyingine tofauti wa ambao wanaruhusiwa kuingia uh, ndani ya masoko ya kawaida uhum. Kitu ambacho ni changamoto kubwa sana kwa viwanda kama hivi uhum. Kwa hiyo tungeomba ili kusaidiwa viwanda kama hivi kiwanda kama changu na uhakika kuna vingine kama viwili tena uhum, vitatu uhum. Eh, tungeomba kusaidiwa ili mipaka iweze kufungwa, wanyama hao waweze kubaki nchini, waweze kuprosesiwa hapa nchini mm. ili kuingiza mapato nchini na kusaidia pia nafasi za ajira kwa wafanyakazi mm. kwa sababu sasa tuna viwanda vilivyo bora, hakuna sababu yoyote ya kutoa mnyama akiwa hai mm -hmm. hapa nchini kwa kwa, kwa sasa hivi Bimari, ama unafanyaje mwenyewe, unafuga au unategemea tu ambao wananchi ambao unapata product za? Kwa sasa hivi kuna baadhi ya supply ambayo mm. wameshaanza kutuletea mm -hmm lakini pia hata sisi tunafuga kwa asilimia kidogo mm -hmm. Kapasiti ya kiwanda ni kubwa, kwa hiyo nikiongelea kutokana na hiyo kapasiti ni kubwa sana, hata mm -hmm. kama watu wanaleta bado haijitoshelezi mm -hmm. Nikikompea oda tulizonazo ni oda kubwa sana, kama ulivyoona zile pale kuna mm -hmm. kontena kama mbili mm -hmm. kontena kama zile, kila kontena lazima itajaza wanyama zaidi ya karibia elfu moja mia nane mpaka mm -hmm. elfu mbili na hiyo nyingine, na maana hapo tayari umeshaongelea wanyama karibia elfu tano mm umeona -hmm. mm -hmm. na kuna oda zingine ni nyingi, kwa hiyo bado uwiano wa upatikanaji wa wa bidhaa yenyewe ambayo ni nyama mm -hmm. bado ni mdogo ukilinganisha na oda ambazo sasa ziko mm -hmm. mezani. Mtazamaji mm -hmm. wa Wekeza Tanzania, pia ndio lengo kubwa la Wekeza Tanzania, ili tuweze kufahamu fursa mbalimbali mbali ambazo zinapatikana kutokana na miradi ambayo inasajiliwa na kituo cha uwekezaji nchini Tanzania, uh, TIC. Kwa mana, kwa maana kwa mfano huu, kuongeza mnyororo wa thamani wa thamani uh, ufugaji, uh, tunataka kuona mambo yanaenda vipi na kama ambavyo unasikia mnyororowaamas uh, mmoja wa miliki ambavyo anaeleza mahitaji bado yapo makubwa ya wanyama. Kwa hiyo soko lako kwa sasa hivi wewe ni nje tu ndani au nje kabisa? No, no ndani pia. mm -hmm. ndani pia kuna baadhi ya makampuni ambayo yanachukua in bulk mm -hmm. ya yeah, lakini asilimia kubwa sasa hivi inaenda nje mm -hmm. mm -hmm. Uh, kwa sasa hivi haujaanza, uh, uh, kuzalisha kulingana kwa ukubwa huu wa kiwanda ambacho unacho, una malengo gani na baada ya miaka mingapi sasa ili uweze kufikia hiyo kama kiwanda? mm. Tunapambana, tunajaribu kubuni mikakati tofauti, mm. namna gani ambapo tutapata wanyama wengi, mm. ikiwa pamoja na kuongeza nguvu katika mashamba yetu, mm. ya kuzalishia wanyama, mm. lakini pia na kuendelea kuenroll wafugaji ambao wako tayari mm -hmm. kuungana na sisi mm -hmm. kwa sababu kuna taasisi nyingi za kibenki ambazo zimekuwa zikituomba mm. kuwapatia wafanyabiashara wafugaji ambao wako tayari kutufanyia supply mm -hmm. ili waweze kufika katika mabenki hayo na wasaidiwe mikopo kuweza kuwezesha kutuzalishia mm. wanyama ambao tunawe, tunaweza kuwa process katika kiwanda chetu. Uh, kuna eneo muhimu sana tunalizungumzia hapo, Bi Mariam hili la, la upande wa ajira, hizi ajira za, zisizo za moja kwa moja tunaziona nyingi sana itakuwa kwenye elfu, na, na kwenye ajira za moja kwa moja zikoje kwa upande wa kiwanda? Kiwanda kimeshaajili watu karibia mia moja hamsini. Hao ni wa moja kwa moja kwa upande wa hapa na pamoja na ranch au hapa mm -hmm. Kujumlisha na lunch tuna ajira zikaribia mia mbili kwa sasa. hamsini Mkianza full capacity tunatarajia kuwa na ajira um, full capacity inaweza ikawa double mm -hmm. ya hapo mm -hmm. inaweza ikawa double ya hapo mm -hmm. yeah, yeah. Tham thamani yake tunaijua ni zaidi ya bilioni ishirini na saba. Una mpango wa kutanua zaidi? Um, kwa kweli kwa sasa hivi kiwanda chetu kina opereti fezi mm -hmm. ya kwanza mm -hmm. Nikisema fezi ya kwanza ina maana ni kuchinja na ku na kupaki na kusafirisha mm -hmm. Kuna process ya kukatakata mm -hmm. Eh, sizes tofauti ndo mashine tumeshazipokea mm -hmm. Uh, kuanzia wiki mbili mm -hmm. wiki tatu kitakuwa kimeanza mm -hmm. Lakini fezi ya mwisho ya tatu ni ile ya kuongezea thamani katika maybe kutengeneza masose mm -hmm. Manini bidhaa yoyote ya nyama kwamba itazalishwa mwishoni kwa mm hiyo -hmm. Hapa tu naweza nikasema kwamba phase 1 tumeshakamilisha phase mm -hmm. 2 machinery tumeshapata mm -hmm. Kwa hiyo bado tuna phase nyingine ya tatu ambayo itakuwa ya ambayo itakuwa ni ready to eat. Mm -hmm. Nimeona mm -hmm. Yaani ukifika kiwandani utakula tu kabisa. leo hatutakula nyama, leo unaweza utachomewa, umechomewa, utakula ya kuchoma, lakini ile ambayo utaikuta iko tayari kama sausage, bacon, nini zenyewe ni ziko kwenye fezi ya tatu. uh, uh, na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huyo ni miongoni mwa wamiliki katika wale wamiliki watatu, ambapo wawili ni wa Kenya na mmoja ni Mtanzania. Tunaita ni kiwanda cha Afrika Mashariki, afu thamani yake ya uwekezaji zaidi ya bilioni 27. Na ni na ni matumaini yangu kwamba umempata vizuri na umeelewa kwa undani mradi huu, lakini fursa uh, iliyopo uh, kwako wewe Mtanzania kutokana na uwepo wa kiwanda hiki ambayo ndio lengo kubwa uh, la wekeza Tanzania. Uh, hivi sasa mtazamaji, kama ilivyoada, huwa tunakupeleka site, tunaenda huko ndani, twende tukayaone yaliyomo yamo, na ndio lengo letu, lakini tupate mapumziko kidogo kutoka kwa wadhamini wetu, nao ni Azania Benki ambao wamekuambia wapo ki kiganjani mwako, yani maanake wapo kidigitali kuhakikisha kwamba unapata huduma popote pale ulipo na kwa njia ambayo ni rahisi. Hii ni wekeza Tanzania. Siku moja nikiwa njiani nilipata ujumbe wa kufanya malipo, ilichanganyikiwa kimtindo, ni kadaka boda chapu mpaka kuelekea benki Benki sikuwa peke yangu, tina taimu ilisonga kinyama, na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe, nina mkombozi. Chap, nikawasha app ya Azania Bank, nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza wote walihitaji kufahamu. Hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking, bonyeza menu Nenda GEPG payment, ingiza control number, kisha bonyeza verify, chagua akaunti ya kulipia na kiasi, bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania Digital, Benkika popote tazamaji wa wekeza Tanzania, baada ya kupata maneno murwa kabisa uh, kutoka uh, benki yako ya kizalendo Azania ya Benki ambayo hivi sasa pia ipo kidigitali zaidi, kuhakikisha kwamba inakufikia popote pale ulipo na kwa njia tofauti tofauti za kidigitali, na pia baada ya kupata maelezo ya kina uh, kutoka kwa miongoni mwa wamiliki wa, wa kiwanda wa hiki uh, cha Union Meat uh, ni matumaini yangu kwamba pia umeelewa uh, uwekezaji mzima na tunavyosema kwamba ni kiwanda cha Wanaafrika Mashariki uh, umeelewa uh, ni kiwanda cha Wanaafrika Mashariki na faida yake na kwa kiasi gani. Uh, sasa mtazamaji, nipo nimeingia uh, ndani ya kiwanda chenyewe, yaani nipo ndani ya machinjio uh, na tumepata kanuni zote zile za kimataifa uh, kitu ambacho mimi kwa sababu ya utangazaji sijavaa ni hii mask tu, lakini sanitization kuhakikisha uh, uh, kwa kwamba tumevaa mambo kama haya, kwa maana ya kuhakikisha kwamba uh, tunafata zile hatua zote za kimataifa ni kitu ambacho kimefanyika. Na hapa uh, nikiwa ndani ya uh, machinjio nimekutana na kijana mwenzangu uh, Franki Herman ambaye yeye uh, ndiye msimamizi wa uzalishaji uh, katika uh, kiwanda hiki, na kingine ambacho Wekeza Tanzania tunafurahi tukikutana kwenye viwanda huku bwana, hmm. meneja mkuu hmm. uh, sijui msimamizi wa uzalishaji tunakutana na vijana. Ipi siri ya mafanikio? siri ya mafanikio Ehe. ni jia, ni jitihada na juhudi mm. katika katika kupambana mm. Unajua, ulimwengu wa sasa hivi mm. au dunia sasa hivi mm. uh, vijana tuna nguvu, tuna nguvu sana. Hali inaendeleaje kwa upande wa uzalishaji? Kwa upande wa uzalishaji, hali inaendelea vizuri uh, mm. mm. uh, nafikiri hata mlivyofika mmetukuta tayari ndio, mm -hmm. tunaanza uzalishaji mm. sisi tunafanya uzalishaji takribani kila siku mm -hmm. uh, na hapa sasa hivi mmetukuta tuna uzalishaji wa wa small hapa and mm -hmm. anazungumzia mm -hmm. e, ila sisi ndani tuna uzalishaji wa nyama wa aina tatu tofauti. mm -hmm. tuna uzalishaji wa mbuzi, tuna uzalishaji wa ng'ombe, tuna uzalishaji wa kondoo. Yes, kwa hiyo hali ya uzalishaji inaendelea vizuri. hawa ambao mnazalisha sasa hivi ni kondoo au ni mbuzi hapa? mpaka sasa hivi leo tuna uzalishaji wa aina mbili, mm -hmm. wa mbuzi na pia wa kondoo, ila kwa sasa mpaka sasa hivi Uh, bachi inayoingia ni ya mbuzi. mm. yes, hapa sahivi tunaendelea na uzalishaji wa mbuzi. mm. hebu tupe uh, kimahesabu kwa, kwa siku unachinja mbuzi uh, kondoo na ng'ombe wangapi na uwezo wa machinjio ni kwa kiasi mm. gani? chinjio yetu ya hapa Union Meat kapasiti mm -hmm. uh, ya kiwanda chetu mm -hmm. tunaweza kufanya uzalishaji mm -hmm. kwa wanyama elfu tatu kwa siku mm -hmm. hapa nazungumzia mbuzi na kondoo mm -hmm. Ila tunaweza kufanya uzalishaji wa wanyama mia tatu kwa siku mm -hmm. Hapa nazungumzia large animal, ng'ombe mm -hmm. Uh, ina, inategemea na, na, na, na soko linapokuwa mm -hmm. eh, hey, demand ya huko sokoni mm -hmm. Ila kwa sasa demand ya sokoni kwa siku naweza kufanya uzalishaji mm -hmm. wa awa small animal mpaka elfu moja kwa mm -hmm. siku, ila yes. Kapasiti ya kiwanda ni elfu tatu. Kwa hiyo uzalishaji unategemea na oda zilizopo kwa sasa mezani mm -hmm. na uhitaji ulioko masokoni. yeah. Kwa, kwa sasa hivi una shift ya ya mara ngapi? Uh, kwa, mpaka sasa hivi tuna shifti moja mm -hmm. ambayo inafanya uzalishaji ila kadri uzalishaji unavyozidi kuongezeka tunategemea tuwe tuna shifti mbili mm. kwa siku moja ambayo tutaweza sasa kufikia ile, ile lengo letu la kuzalisha elfu tatu kwa siku kutokana na, na kapasiti ya kiwanda mm -hmm. ehe, ila mpaka sasa hivi tunazalisha elfu moja mpaka elfu moja mia tano kwa siku. Elfu moja mpaka elfu moja mia tano kwa siku, siku, yes. Na shifti yako inaanza saa ngapi mpaka saa ngapi? Shift yangu inaanza saa mbili asubuhi, saa mbili kamili asubuhi mm -hmm. mpaka saa kumi saa kumi jioni, e, jioni. uzalishaji unakuwa umeisha, kiwanda mm -hmm. kinafanyiwa usafi mm -hmm. mazingira yote yanawekwa vizuri kwa ajili ya next production yani, mm -hmm. uzalishaji wa siku inayofuata mm -hmm. Baada ya hapo itaendelea process nyingine, sa nyama ina maana itaenda kwenye jumba maalum ambao tunazungumzia coding, ehe, itaendelea process za packaging nini ila uzalishaji kwa shift unachukua masaa nane. Ukisasa uh, wa mashine katika kiwanda hiki ukoje? Kiwanda chetu nashukuru, ni moja wa kiwanda ambacho kimezingatia sana uh -huh. standard. kimezingatia uh -huh. yes, sana standard ili kuweza kukizi vigezo vya kimataifa. mm. Moja, moja kiwanda ya kiwanda ambacho kina mashine nzuri za kisasa ni Union Meat. Sawa sawa. Hebu kwa hiyo tukifika hapa kiwandani kwako, moja kwa moja tunaanzia wapi? Nafikiri tukishafika eneo la production hapa kiwandani kwangu, eneo la kwanza naweza kuanzia ni, ni mm. yes. eneo la uchinjaji eh. eh. ah, ah, la na swala la halal ni kitu cha kimataifa yes. halali, halali, halali, kimataifa uh -huh. halali inatakiwa ikizi yeah vigezo vyote vya mm. kimataifa. Huyu shehe mm. mm. amechinja, yule shehe anashikilia mm. wale kule, ndo wanaingiza nyama mm. mnyama akiingizwa ndani, kama shehe shehe analazimika kufunga mlango mm. ili mnyama alioko nje asione mnyama wa ndani anavochinjwa. ah. Sheria za halali. Shehe mm. atachinja kwa kupata sheria zote za halali mm. mm. eh, mm. mm. mm. damu. Mm. Kupata utaratibu na sheria zote za hala, na usafi pia unazingatiwa sana, eneo la hala, damu si magike. Ni maana unaona hapa pako pako safi, maji ya kutosha, ni damu si magike. Ah, okay. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa kwa shehe, na maana mnyama kisha bleeding tayari hapa, kama dakika mbili mpaka tatu, anatundikwa kwenye leli, analeta kwenye platform ya kwanza. Akileta kwenye platform ya kwanza hapa mnyama anafanyiwa hapa yeah. Yeah, sasa tuna remove kwanza zile head and feet, sawa. Akisha remove anaweka kwenye toroli zake maalum kama hizi hapa, anapeleka kwenye vyumba maalum ambapo tunaita by product room. hivi vyumba tunawekea hizi by product, vichwa, miguu, viko kule nyuma, tunaona vimeandikwa head and foot. Kuna jambo muhimu sana, kuna kwato hizo mnatoa, kuna hii miguu na nani, kuna hivi vichwa ambavyo mnatoa, hii soko lake likoje? A uh, mara nyingi hizi by product soko mm -hmm. lake ni la ndani mm -hmm. humo mm -hmm. Kwa hiyo hii hapa sasa pia imekuwa ni neema na faida mm -hmm. kwa wananchi wote wanaotuzunguka umeona mm -hmm. kwa sababu hizi by product zote wanapata wananchi wanaozunguka eneo hili. Nimeuliza makusudi kwa sababu najua ndo e, eneo po la kuponea kina mama ntilie wetu. A, supu ya utumbo ni tamu sana. Kwa mfano, mtu ambaye anataka anafanyaje kuja kupata hizi nani, mtu anayetaka hivi hapa? Kwanza anafika kiwandani. Mm. A, akifika kiwandani atapokelewa. Mm. Akipokelewa atapelekwa kwa watu maalum. Mm. Watu wa sales, sawa? Wale watu wa sales watamwandikia namna gani unaweza kupata hivi hapa. Baada ya hapo, kama production imeisha, mm -hmm. watu wapogo wengi wanapewa huduma yote kwao, watapewa vichwa au kupewa kongolo, mwenye kupewa utumbo ule wote, wanapewa huduma. Kwa hiyo hakuna ambacho kinaachwa, hakuna ambacho kinaachwa. Mama ntilie na baba ntilie, nimewapa tip hapo, kuna kiwanda hapa kwa ajili ya kupata mambo hayo. Ehe, baada ya hapo, ukipima nyama yetu, baada ya kupimwa mzani, hatua inayofuatia nyama yetu inaenda kuoshwa. Kwa hiyo na maana mnachukua uh, nani records ya kila ya kila mnyama ya kila mnyama, mm. Kila mnyama anayeingia hapa anayechinjwa anarekodiwa. Ha? Anarekodiwa. Na maana mm. huu oh, mzani siku tunapata toto kama tumechinja wanyama 500. Hao, mm. wanyama 500 wana kilo kadhaa mm. Eh baada ya hapo tutapata na uzito mwingine ambao ni kodi. Asante sana Frank, kabla hatujaendelea, tuongee na mdada mmoja wapo bwana eh, eh, hali gani? Niko salama. Hebu tuambie kwanza uh wewe mwanzoni ulikuwaje, na sasa hivi kuna Nili... maboresho yoyote? Kuna maboresho makubwa makubwa makubwa, na zaidi. Nilikuja hapa sijui chochote. Ehe. lakini kadri nilivyozidi kuwa hapa nimejifunza mambo mengi mm -hmm. nimejifunza nyama nzuri ni ipi, nyama mbaya ni ipi, mm -hmm. yani kila kitu kuhusu nyama naelewa. aha na kwa kwa upande licha ya ujuzi Ehe. kuna faida gani nyingine mtambuko umepata kutokana na kupata ajira hapa? Kupata ajira hapa imenisaidia kimaisha zaidi mm -hmm. kwenye kuendeleza maendeleo nyumbani Vumilia nini kwa hiyo nashukuru sana kwa hii ajira ambayo nimejipatia mm -hmm. eh. kwa ujuzi wako umesomea wapi vipi? Nimesoma nimesoma Mbeya University of Science and Technology nimesoma chakula sayansi ya chakula na. kwa hiyo umesoma sayansi ya chakula na teknolojia. kwa hiyo eh, nimesoma nyama Aha. Kwa unaijua vizuri nyama. Naam, baada e. na ya kupata uzoefu pia kutoka kwa mmoja ha, wa watendaji wa kiwanda wa hiki, kwa jinsi gani wamefaidika, tunaendelea na Frank. Tukishatoka yes. pale tukishatoka pale huyu pale. pale. ni mkaguzi wa mwisho ambaye anahakikisha kwamba hii nyama haina changamoto yoyote wala haina dosari yoyote mpaka mm -hmm. kuingia kwenye ma cold room yetu mm -hmm. Kwa hiyo ndio sehemu ya mwisho nyama sasa inaingia humo ni cold room ambayo nyama inahifadhiwa. Nafikiri kuna mzigo humo o amtaweza kuingia kwa sasa hivi, utajua eh, labda nitakuonyesha tu kwa hapa kidogo, lakini hata hivyo, mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huo kuna kuaga na dharii sana. Sio afya pia lakini hey, lazima masharti, yes. Hey, hey, na vigezo azingatiwe kwa maana ya kimataifa. Kwa hiyo haitaki kabisa ile eneo unaoliona hapo, hey, hii ni hanging area hey, hey, ambao hili ni temporary storage ya nyama, oh. Kwa hiyo nyama inapotoka huko kwenye production processing zima, mm -hmm, inafika hapa. Ikifika hapa nyama itakaa kwa muda kidogo hapa kwa ajili mm, ya kujiubaid mm, kwa, eh, <laughs> inatoa maji maji nini yote ambayo imetoka nayo huko mm. Ikishatoka hapa nyama sasa itaenda kwenye chila. Mm. Chila ni vyumba maalum ambavyo ndo vina hifadhi nya, vinafanya vina nyama inakuwa chilled. Mm. ina maana vyumba vya umu na ile cold room vinatofautiana temperature sawa. mm. mm. Ehe eh, ina maana chila tunaposema chila kunakuwa kuna temperature ya 0 mpaka 4, ndio hapo eneo la baridi bwana. Kwa hiyo nyama inategemea sasa na demand ya mteja. Mteja kama anataka fresh chilled product, ina maana nyama itaenda chila, itakaa kwenye hiyo temperature sawa, kwa masaa hayo 8 mpaka masaa 12 kumi, na baada ya hapo nyama itakuwa imeiva vizuri, itafanywa packaging, ita itasafirishwa. Nashukuru sana Frank Herman, na ni matumaini yangu mtazamaji kwamba umeelewa na kupata vizuri Uh, kwa maana ya uwekezaji huu ambao umefanyika lakini tafsiri yake uh, Wekeza Tanzania tunapenda sana kutafsiri ile thamani ya uwekezaji. Tunaposema uwekezaji wa zaidi ya bilioni ishirini uh, na saba tunamaanisha kitu gani? Na ndio lengo la Wekeza Tanzania. Kwa hiyo ni kushukuru sana, ni matumaini yangu licha ya kwamba umejionea uwekezaji, baba mtilie na mama mtilie, mmejua fursa iliyopo na nimewadokezea siri uh, lakini pia uh, umejifunza haya mambo uh, yanavyoenda lakini pia ile tafsiri kwamba ni kiwanda ambacho Wana Afrika Mashariki wamekutana na wakafanya uwekezaji, ndio miongoni mwa kitu ambacho wa Wekeza Tanzania sisi kilituvutia zaidi kuja kuonesha yanayoendelea, lakini pia ile kwamba kituo cha uwekezaji nchini Tanzania TIC kinaendelea kuwalea wawekezaji tangu wanavyosajili miradi yao mpaka wanavyokuwa kwenye hali kama hii, wanatembelewa mara kwa mara na kutatuliwa changamoto zao, ni miongoni pia Majambo ambayo Wekeza Tanzania tulitaka kufahamu aa, na kujua kwa undani wake kwao. Nikushukuru sana kwa kuendelea kutazama Wekeza Tanzania aa, nishukuru sana uwepo wa benki yetu ya Kizalendo Azania ya Bank ambao pia wapo kwa ajili ya kuwawezesha wawekezaji kama hawa kwa ajili ya kuwekeza. Mimi ni Vumilia Mwasha kama ilivyoada nimeongozwa e, vilivyo na mwongozaji wa wakati wote aa, na anayeipenda sana Wekeza Tanzania tunazungumzia Neligwa Mugittu mpaka wakati mwingine, bado tutaendelea kukutana saiti moja baada ya nyingine, ili kufahamu masuala ya uwekezaji, fursa za uwekezaji, pamoja na biashara zilizopo ndani ya nchi, lakini pia nje ya nchi. TBC1, ukweli na uhakika. Uwekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Benki. Siku moja nikiwa njiani nilipata ujumbe wa kufanya malipo, ilichanganyikiwa kimtindo, nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki benki. Sikuwa peke yangu, tina taimu ilisonga kinyama, na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi chap. Nikawasha app ya Azania Bank, nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza wote walihitaji kufahamu. Hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking, bonyeza menyu nenda GEPG payment, ingiza control number. Kisha bonyeza verify, chagua akaunti ya kulipia na kiasi, bonyeza pay, kamilisha muamala.